Assalamu alaikum. Naomba nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naomba pia ni washukuru board members wote na wanachama wote na washabiki wote ambao kwa namna moja au nyingine umetuletea ushindi huu. I pray to the Almighty Allah to bless bless and protect you all. May Allah bless Simba, May Allah bless Simba. Allah bless Tanzania. May Allah bless Africa. Asante sana Simba, nguvu moja asante. Assalamu aleikum. Naomba nichuke fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naomba pia ni washukuru board members wote na wanachama wote na washabiki wote ambao kwa namna moja au nyingine umetuletea ushindi huu i pray to the almighty allah to bless and protect you all may allah bless simba may allah bless tanzania may allah bless africa asante sana simba nguvu moja asanteni Assalamu alaikum. Naomba nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naomba pia ni washukuru Board members wote na wanachama wote na washabiki wote ambao kwa namna moja au nyingine umetuletea ushindi huu. I pray to the almighty Allah to bless bless bless and protect you all. May Allah bless Simba, may Allah bless Simba Tanzania, may Allah bless Africa. Asante sana Simba, nguvu moja, asanteni. Tunakukutanisha na Mr Ukimwi. Kwa nini anaitwa Mr Ukimwi? Yeye yeah, anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini ameamua kujiweka wazi. Kwa nini ameamua kujiweka wazi? nilivyogundulika na virusi vya ukimwi niligundulika Dar es Salaam katika hospitali moja inaitwa Alijuma iko Kariakoo, kwa nyuma hivi hmm, ya Wahindi. Nakumbuka ilikuwa ile ni hospitali ya Wahindi, lakini ndugu zangu, alinyong'onyea sana, hata mwenye ninyong'onyea sana hmm. Na kingine kikubwa kilichosababisha ni, ni wanipime hiyo wa afya nilikuwa na kimelea kimelea kiko shingoni au kwa Kiswahili wanasema Ah ki, kilimi. Yeah. Ya, okay. Kile kilinikondesha sana na nikakonda sana hmm. anajiita Mr. Ukimwi kama unavyojua hmm. ila kwa hapa tunavyoishinai, tunaishinae vizuri tu, ni mtu ambaye ni wa kawaida kiukweli, ambaye n hata mtu mwingine akiambiwa kwa Mr. Ukimwi anajiita ni Mr. Ukimwi ana ukimwi mwingine kiukweli kiu kwa uhalisia akimuona hawezi akaamini kama kweli vile amavyojiita, ila akiambiwa mwingine anaamini, mwingine aamini Il... na majibu sikupokea mimi, majibu alipokea dada yangu mm. ambaye ya alikuwa amenipea katika ile hospitali mm. kwamba huyu mtu kwa sababu anaona anakooa sana afu nakonda mm. tulibadilishana wanawake, yeye alikuwa na mwanamke na mimi nilikuwa na mwanamke mm. tumepanga gesti moja mm. Mimi na kitanda kile na mwenzangu, mara kitanda cha huko, hmm. yeye na demu wake nami na demu wangu hmm. lakini ifikia wakati usiku, unajua pombe hmm. kwamba bwana, tubadilishane mwanamke, nimechoka mimi sasa, nimechoka wewe, njoo lala huko mimi ni, ni hmm. njoo lala, ukumine, nijikula, kazi vizuri, changamoto hamna ambayo nimeiona kwamba mshikaji labda anayo. Ni mshikaji ambaye anafanya kazi, anajiamini, anaishi kama vile hicho kitu hana Umenielewa, yuko vile simple, yani umenielewa. Kwa hiyo anaishi kama anavyoishi jamii zingine, na sisi kuna wakati ambao tunaona kabisa kwamba hana shida yoyote ile. Kitendo cha kwanza nilipokutana naye yule mwanamke, yeye ndio aliniuliza swali, kwa nini we nasikia wanakuita Mr. Ukimwi? Mm, nikamwambia mimi naitwa Mr. Ukimwi hmm, naishi na virusi vya hmm, ukimwi. Akasema uongo Nikasema ndio naye naye kuambia mimi hapa mimi naishi na virusi vya ukimwi. Akasema ah, uongo. Mtu wa design hawezi kusema kama na ugonjwa kama huo. Mm. Akasema ni sahihi. Mimi naishi na virusi vya ukimwi ila alinibishia. Mm. Mke wangu anavotumia dawa, alipoanza kuitumia dawa. Alikuwa anaumwa kichwa. Mara mwili kuchoka. Mm. Na nikaefuatilia kuuliza jamani, vipi mbona wewe mzee? Akasema ni dawa tu. Kama zina mzuri sana, tunatakiwa tumbadilishe. Mpaka mimi misi skuaa nisikitika sana kuna kijana mmoja nimkuta anamezea dawa ya klabuni.